Ya, mimi kwa majina naitwa Mashaka Salum Kipande, mimi ni mkuu wa kitengo kinachosimamia ununuzi na ugavi katika halmashauri ya wilaya ya Mkuranga. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku nzuri ya leo, ambayo ni siku ya pili tukiwa katika mafunzo ya mfumo wa ununuzi wa NEST, mfumo wa ununuzi ambao unatumia Uh, ni mfumo wa kielektronikia eh, ambao tumeanza kuutumia mwaka jana rasmi, ila this time wamekuja kuangalia changamoto tunazozipitia eh, na kutupatia utatuzi. Kwa kweli kimsingi tumewashukuru sana kwa sababu ka, baada ya kuingia kwenye matumizi ya mfumo kwa kweli umeturahisisha mambo mengi sana. Ni mfumo ambao uh, kimsingi una uwazi. Ni mfumo ambao kimsingi E, hauna upendeleo. Watu wote wana nafasi sawa, wazabuni wote wana nafasi sawa. Tunatangaza zabuni kwa mfumo, wanaomba katika mfumo, tunafungua kwa mfumo, tunafanya e, tathmini ya zabuni na kumtoa mshindi katika mfumo. Zaidi ya hapo, pia vile vile tunatoa mkataba katika mfumo Kweo. Kwa hiyo kwa upande wetu katika halmashauri ya E, wilaya ya Mkuranga tunamshukuru sana e, Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea huu mfumo, kwa sababu ukiangalia haswa sisi e, wanunuzi ambao tumeanza shughuli hii kabla sheria ijaanza miaka ya tisini, kwa kweli tuna mengi ya kuyaeleza na improvement tumeziona. Kimsingi tu e, tuishukuru serikali na tuwafahamishe kwamba mfumo huu umetusaidia sana. Wako wengi wanalalamika kwamba mfumo una shida, lakini sisi kwa Mkuranga tunasema mfumo huu hauna tatizo lolote. Mimi naitwa Benladeta Melufumbawala, ninafanya kazi PPRA, tupo kwenye kanda ya Pwani. Tukisema kanda ya Pwani, tunasema ni Morogoro, Pwani yenyewe na Dar es Salaam. Tunahudumia hiyo mikoa mitatu. Tuko hapa Mkuranga, tumekuja halmashauri ya wilaya ya Mkuranga kwa ajili ya kutoa naitwa NEST cleaning. Tunaposema NEST cleaning, tayari tunajua kabisa watu wa halmashauri tulishawapa elimu ya mfumo ya kununua bidhaa zao au kununua huduma zao kwenye mfumo. Kwa hiyo kilichotuleta safari hii tumekuja hapa kufuatilia au kuongea nao kuona ni changamoto gani wanazipata kwenye mfumo na tunawakwamua pale ambako wanaona kwamba nini wana changamoto au wana shida ya kutekeleza majukumu yao kwenye mfumo. Ndio tuko hapa kwa muda wa siku tatu. Tulianza jana na halmashauri hapa, tumeongea na wakuu wa vitengo na wasaidizi wao. Leo tulikuwepo hapa, tulikuwa na tunaita lower level. Wanasema kwa kiswahili chake ngazi ya msingi. Ngazi ya msingi inahusika shule za msingi, shule za sekondari na vituo vya afya, pia na kule chini kwa watendaji wa vijiji wote wanahusika tunaposema ngazi ya msingi. Kwa hiyo leo ndio tuko nao hao wa watu hapa, na kesho tutakuwa na wazabuni wa maeneo yote hapa halmashauri na maeneo hayo, kwa ajili na wenyewe ya kuwaelimisha, kuwaunganisha kwenye mfumo ambao wako kwenye mfumo, na pia kwa wale ambao wanafanya kazi au wanaomba huduma au kazi za, za ujenzi wanashindwa kuwasaidia kwenye mfumo ni jinsi gani wanaweza kufanya wakaweza kujiunga au wa, wa wakaweza kufanya shughuli zao kwenye mfumo. Na sehemu kubwa ya leo nilikuwa najaribu kuongea na hii ngazi ya msingi, kuna suala la mfuko wa jimbo. Mfuko wa jimbo ni pesa anayopewa mbunge kwa ajili ya kupeleka kwenye jimbo lake kufanya maendeleo. Kwa hiyo hiyo sehemu kubwa tumeiongelea leo, na tumejaribu kuangalia utendaji wake, na hata kwa ambao walikuwa hawana ABC tumejaribu kuwaambia mfuko wa jimbo ni nini, na wameshaelewa, na naamini tunavyotoka hapa wataenda kufanya utekelezaji wa kile ambacho tumewaelekeza. Bado tunaendelea hapo ndani kutoa NEST cleaning, tunawahudumia watu kwa zile changamoto ambazo wako nazo na walio wengi wanafanikiwa kutoka pale ambako walikuwa wanaona kwamba hawawezi kutoka kupitia NEST cleaning. Sisi tumekuja kutoka Pwani, lakini pia hapa halmashauri tuna champions ambao tulishawapa elimu Dodoma, wiki wiki moja nafikiri imepita walipata elimu kwa ajili ya kuja kusaidia halmashauri ya, ya, ya Mkuranga kuhakikisha kwamba watu wa hapa Mkuranga wanafanya shughuli zao kwenye mfumo na bila kukwama. Kwa hiyo, na hata leo tulikuwa nao wakati tunafanya hiyo NEST screening na wao wamekuwa wakifanya kwa pamoja, tumeendelea kushirikiana. Ushauri wangu kwa halmashauri ya wilaya ya Mkuranga ni tunawaambia sisi PPRA, kwa sasa PPRA sahizi ni rafiki mno muda na wakati wowote utapiga simu, utahitaji huduma. Kwa hiyo wasijisikie vibaya na wasijisikie wanyonge sana kukaa na vitu ambavyo sisi tunaweza tukavitatua. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja, wana changamoto waseme, kama wataanzia halmashauri haya, wakiona halmashauri kama inalegalega, sisi pia tuko tayari na tumesema tunashughulikia Pwani, Morogoro na anini, na nini na Dar es Salaam. Kwa kwa hiyo anaweza pia akapiga simu moja kwa moja. Pia hata tuka tunafanya mafunzo yetu hapo na maelekezo mengine, tumewachia email zetu, wengine tumewapa tume namba za simu za ofisi, wanaweza wakapata ushirikiano kwa karibu kabisa kuhakikisha kwamba maendeleo katika halmashauri ya wilaya ya Mkuranga yanafikiwa kwa kupitia mfumo wa NEST. Wasinunue nje ya mfumo, wanunue ndani ya mfumo, wajenge shule, wajenge vyoo, wajenge madarasa, na pia wanunue bidhaa za kutumia katika kufundishia, katika kuhudumia hospitali, katika watumie mfumo wa NEST. Kwa majina, naitwa Rahma Hassan Bakari ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Abdalla Ulega. Nimefika hapa leo kwenye mafunzo ya PPRA. Tulikuwa na changamoto nyingi kwenye matumizi ya mfumo na vitu vingine, lakini kupitia kliniki hii leo nimejifunza vingi, lakini pia nimeweza kutatua baadhi ya changamoto ambazo zilikuwa zinanikabili. Kwa kweli tumefaidika na hii kliniki na kikubwa tushauri serikali waweze kutembea maeneo mengi, lakini pia kuja mara kwa mara kwa ajili ya kutatulia changamoto mbalimbali ambazo zinatukabili sisi katika huu mfumo wa PPRA. Asante. Kwa majina naitwa Amani Saali ni mwalimu wa shule ya msingi cha Mgoi. Siku ya leo katika kliniki ya PPRA tumeweza kujifunza mambo mbalimbali na kutatua changamoto ambazo zilikuwa zinakabili katika mfumo wa Nesti haswa katika upande wa ku, kuomba zabuni na kuupdate baadhi ya nini, baadhi ya taarifa ili tuweze kutumia katika kupata wazabuni na kutumia vizuri katika mfumo wa NEST ili tuweze kupata t, nini, kuagiza bidhaa kwa giz, ajili ya matumizi ya taasisi mfano shuleni. Kwa hivyo basi tunapenda kushukuru kwa kliniki hii, tumeweza kupata mafunzo mazuri ambayo tunaweza yakatuwezesha kufanya vizuri zaidi katika kufanya mfumo wa NEST au kuutumia mfumo wa NEST vizuri na kuweza kuleta mafanikio katika wilaya yetu ya Mkuranga hata Tanzania kwa ujumla.